Rais wa Marekani, Donald Trump, amekutana na Waziri Mkuu Hungary, Viktor Orban, katika Ikulu ya White House mjini Washington, katika jitihada za kuishawishi Ulaya kusitisha ununuzi wa mafuta na gesi kutoka Urusi. Mazungumzo yao yaligusia vita vinavyoendelea nchini Ukraine, ambavyo serikali ya Marekani inapanga kuvimaliza kwa kuiwekea vikwazo vikali sekta ya nishati ya Urusi ili Rais Vladimir Putin asitishe operesheni ya kijeshi nchini Ukraine. Katika mazungumzo hayo, Orban alisema kuwa Marekani chini ya Trump, pamoja na Hungary, ndizo nchi pekee zinazochukua hatua za kweli kumaliza vita hivyo, akisisitiza kuwa serikali nyingine zinapendelea vita kuendelea kwa sababu zinadhani Ukraine inaweza kushinda vita, jambo ambalo si sahihi. Trump alimuuliza Orban kama anaamini Ukraine haiwezi kushinda vita hivyo. Orban alijibu kwa utulivu, unajua miujiza inaweza kutokea. Trump akacheka na kusema ndio, hilo ni kweli. Wakati huo huo, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema mafanikio ya mazoezi ya kila mwaka ya nyuklia ya jumuiya hiyo mwezi huu yamempa imani kamili juu ya uimara na uwezo wa kuzuia nyuklia ya wa NATO dhidi ya vitisho vya Urusi. Na nukuu, kauli yake, wakati Urusi inatumia lugha hatarishi na isiyo na uwajibikaji kuhusu silaha za nyuklia, raiya wetu wanapaswa kujua hakuna sababu ya kuogopa. NATO ina nguvu thabiti za kuzuia nyuklia. Mwisho wa kunukuu. Ruth aliongeza kuwa rais Putin lazima afahamu kuwa vita ya nyuklia haiwezi kushindwa na haipaswi kuanza kamwe. Tangu Rusi anzishe uvamizi wake kamili nchini Ukraine mwaka 2022, 20 20. na mbili Putin amekuwa akirudia kutoa onyo kuhusu matumizi ya silaha za nyuklia. Mwezi uliopita alitangaza kuwa Urusi inaweza kutumia silaha hizo endapo itashambuliwa kwa makombora ya kawaida, na akaonya kuwa shambulio lolote dhidi ya Moscow linaloungwa mkono na taifa lenye silaha za nyuklia litachukuliwa kama shambulio la pamoja.